Halo ndugu yangu Yesu, habari ya asubuhi, habari ya siku mingi Yesu. Bwana, nimejaribu kutafuta kwa simu siku mingi bwana, na sikupati bwana, sijakupata siku mingi sana Yesu. Nimejaribu kutafuta tafuta wewe kwa simu sikupati bwana, ndugu yangu Yesu, nimejaribu kuongea na politician wa hii nchi wanipee pesa nipate hata yenye ya kutoka naye kwa umaskini, lakini imeshindikana. Hata nimeongea na president Ruto juzi juzi hapa anipee ile 20 million yenye alikuwa anapea makanisa, lakini ni ngumu kupata hiyo pesa. Ndugu yangu Yesu, ni kama Ruto hiyo message jamfikia, hajanipea hiyo pesa bado. Sasa ndugu yangu Yesu, kama unabariki watu hii mwaka, na nasikia uko na list ya watu wenye unabariki hii mwaka, si hata mimi pia unibariki Yesu. Ongea na e, e, baba yako Mungu ani, ani, aniweke kwa hiyo list ya watu wenye wanatajirika hii mwaka, hata mimi pia nitajirike nitoke kwa umaskini e. Ongea na baba yako ye uh, Mungu ani, aniweke kwa hiyo lisi ya wenye wanatajirika hii mwaka, hata mimi pia nitajirike. Ikifika Desemba nikuwe nishapata pesa. Yesu. Yesu, unajua wewe tumetoka na wewe mbali sana bwana. Tumetoka na wewe mbali sana mpaka nikakuwa na namba yako ya simu. Ongea na baba yako kama anabariki watu hii mwaka, nibariki mimi pia nipate pesa bwana. Umaskini imenimaliza Bwana hey, hey, hapana. Obela sijue hii story, juu akijua hii story watanimaliza nima, sitapata sita nini, sitakula hiyo pesa. Ako na option mingi ya kunichoma, anaweza nichoma. Ndugu yangu Yesu, wewe ongea na baba yako, nipate venye mimi napata pesa, mimi nitajirike hii mwaka huu mwaka huu ni mwaka wangu wa kutajirika Yesu. Hii e, mwaka ni mwaka wangu ya wa kutajirika, nataka nitajirike hii mwaka, nitoke kwa umaskini completely. I quit umaskini. Eh, Yesu, kama unaweza fanya hivyo itakuwa mzuri sana. Tafadhali jaribu kufanya hivyo, uongee na baba yako juu yeye atakusikiza vizuri sana tafadhali, ndugu yangu Yesu, sini let down tafadhali. Eh, sasa na tulipumsisha ke nani, tulimpumsisha jana Chebukati alifika salama? Chebukati alifika salama? Chebukari tulimpumsisha jana oh. Kama alifika salama, ni sawa. Muulize maswali tatu tu. Ya kwanza, mbona alichukua pesa. Ya pili, mbona ali, ali decide ku ku ku alii ku, ku announce ku mwenyewako ushinda. Ya tatu, kwa nini ali Wakenya wakasirika na wapigane. Muulizi hizo hey. Swali tatu akujibu kama hata kupea jibu ya, ma, ya maana, choma ee hey. Pereka hey, kwa bela chome uko usimurumie juu hapa Kenya ameepa ame, Ameepa amekataa kujibu hizo maswali. Wacha yeye aenda pumzike sasa. Akifika huko kwako muulize hizo hizo maswali tatu. Akupee jibu mzuri ama ama aende kwa moto. Lakini Yesu si sawa bwana, nataka nitajirike hii mwaka. Eh, jaribu make sure nimepata hizo pesa, mimi pia nipate pesa nikuwe kwa orodha ya wale watu wanaenda kutajirika hii mwaka. Eh. Hiyo itakuwa sawa kabisa Yesu. Sawasawa Yesu, haina ngori, haina ngori, mambo itakuwa sawa na Yesu. We pia unaelewa sheng? Nikisema haina ngori ama nikisema haina haina, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, iko bie kumaanisha mambo iko sawasawa, mambo haina kelele, sawasawa eh. Ah, sasa Yesu. I hope mambo itakuwa sawa. Eh, kimoja kimoja kimoja kimoja. Yesu, niko na mpango ya kuleta sheng hata huko mbinguni, niko na mpango ya kuleta sheng huko mbinguni Yesu. Eh, hiyo mpango pia niko nayo ya kuleta sheng huko mbinguni. Eh, huku Kenya kila mtu ni mjanja. Huku watu wanasema sheng mbaya sana. Eh, huko Kenya kuna mtu ajui saying everybody is speaking saying. Kiti mebaki ni kuileta huko biguni. Lakini hata Chebukato anaweza muuliza, yeye pia anajua saying, anaweza kuambia 1 2 3 huko. Juu yeye ndiye alitoka huko jana, anajua hiyo maneno. Eh. Eh. Credit credit yangu inaisha, lakini Yesu nataka nipate bilioni kama kumi hivi kutoka kwa Mungu Baba yako. Eh, msikose kunipea hizo pesa Yesu. Watu wametajirika wengi hadi watu wenye wako na madhambi. Kina Museveni wametajirika huko Uganda. Hapa Kenya watu wametajirika wengi sana. Watu wametajirika, Raila ametajirika huku. Ako na pesa. Ruto ametajirika, Wetangula, Mudavadi watu wametajirika huku wengi Bwana Yesu. Mimi ndio bado sijaingia kwa hiyo orodha. Watu wametajirika wengi huku, hadi vijana vidogo vidogo pia wametajirika. Watu wametajirika huku Kenya wengi, hata Uganda watu wametajirika wengi. Tanzania, anzania, hey, watu walikimbia kitambo wakatoka kwa maskini. Watu wanatajirika kila siku 24/7. Daddy, Daddy, Daddy. Hey, Yesu Watu wametajirika huku, bwana, usijaribu kuniacha inje huku, watu wametajirika 24/7, watu wanatajirika tu huku <laughs> hey. Sasa Yesu, msiniache inje, hata mimi pia nipate tu wakiagu. Raila ametajirika, ako na pesa. Uhuru ametajirika. Ruto akina Jalango watu wametajirika wengi hapa Kenya, list yao iliingiana successful. Yangu ni yamebaki bado. Eh. Hey. Chebukati amekimbia ameacha pesa mingi huku Kenya hata ile yenye alipewa ile wakati election amekimbia ameacha. Amekuja huko binguni, pesa ameacha mabilioni mingi. Watu wametajirika Kenya, bwana, muniweke kwa hiyo list hata mimi pia nitajirike. Eh. Aina gori. Aina gori Yesu, aina gori madeni yenye. Hata mimi nataka nitajirika, hata nisikue na deni ya mama kibanda, mama wa kibanda. Hey. mm -hmm. Please Yesu, mwambie tu Mungu anifanyie hivyo. Nataka nikuwe kwa nyumba yangu nalipa tokea ni elfu ishirini. mm -hmm. Hey. Si ndio? Watu wametajirika huku bwana, watu wametajirika sana yaani watajiri wako wengi sana bwana, ni mimi tu ndio nimebaki na watu wachache. Tuingie kwa hiyo list, hiyo orodha ya wenye watu wametajirika. Pia usidanganywe na mtu yoyote, Yesu hiyo maneno sikubali. Eh, usikubali hiyo e maneno Yesu, Usikubali wewe, niingize tu hata mi pia nitajirike kabisa. Hii credit yenye naongea naye na wewe, hii ilikuwa yako, hii credit yote ilikuwa yako Yesu, sawasawa. Lakini hata kama mnaweza nipea fursa kama yangu itakaka sana, mnipe authority nichukue ya chebukadi. Ameacha pesa mingi sana huku Kenya eh. Sawa sawa. Haina ngori, haina ngori Yesu, sawa sawa.